Vifungo ama vikwamo vitakavyokuwa juu ya maisha yako wakati zohali ako kwa Capricorn ama nyumba ya kumi. Ah, yani Saturn in Capricorn, vikwamo utakavyokuwa navyo vitahusiana na nidhamu ama discipline, wajibu ama responsibility, na mfumo ama structure. So, yako au nafsi yako imerudi hapa ardhini kujifundisha kumaster mambo na vitu vya ardhini au kupata mali kupitia subra, kufanya kazi kwa bidii na kujenga legacy yako itakayokaa muda mrefu kwenye jamii. Vifungo utakavyokuwa navyo, itabidi kulipia au uh, kusahisha past life actions zako kwa kuchukua uh, Kuchukua serious, yani, kufanya mambo yako in a serious way na majukumu ya muda mrefu hmm. Katika hii maisha yani, unafaa kujifundisha ku take actions in a serious way hmm. Na responsibility ya muda mrefu hmm. Katika hii maisha pia uh, utajifundisha kushikilia au kuhandle nguvu zako za ndani na authority yako vyema. Kingine utaanza kuchukua majukumu ya uzazi au ya wenzako tokea huko mdogo. Hao ndio watu unasikia una nasema, mimi nilianza kusaidia familia yangu nikiwa ni mdogo. Saturn in Capricorn. utahisi kana kwamba dunia imekubebesha ime mizigo, yaani utahisi wewe ni old soul. unazeeka mapema kabla ya kuzeeka, lakini ukianza kufika uzeeni ndio unaanza kuwa mdogo. Kingine, wewe utakuwa mtu wa kutegemea, hautakuwa mtu wa kutegemea bahati kama vile wengine huwa wanasema, nategemea baraka zangu zitakuja. No, wewe utakuwa uh, lazima ufanye kazi ndio baraka zako zije zij mm. Huyu ni mtu ambaye utotoni au janani anapitia maisha magumu kisha baadaye maishani anaishi vizuri. Mafunzo yako yatakuwa juu ya nidhamu au mfumo wako. Unajifundisha kuachilia uoga au kudhibitiwa au kukontroliwa kwa kutengeneza mfumo wa nidhamu na actions pia unajifundisha kuwa na subra na ujifundishe kuwa baraka zako uh, itakaa muda mrefu, yaani itachukua muda mrefu ndio upokee. Pia utajifundisha kuwa msemaji kwa watu au kiongozi atakayeelezea au kuongoza watu na busara kuliko kutatiza watu mm. Kingine utajifundisha kujiongelelea unachohisi ndani na uond uondoke uondoke Yani, una, una, you have to learn how to speak for yourself vitu kama hivyo maana most Capricorns unapata na mtu anamkwaza, anamkwaza anainyamazia tu ndani mm, anaweka hiyo chuki ndani eh, ama anakwasika pia, jifundishe kujisemea, hata kama utaonekana una mapungufu kwa kujiongelelea, kwa sababu most Capricorns unaona akiongea ataonekana ni kama is vulnerable vitu kama hivyo. changamoto zako zitakuwa haya. Utajikuta ni mtu mwenye kufanya kazi kwa kupitiliza yaani alcoholism na unapata burnouts kwa sababu una malengo ya kupokea, unaweza jikuta una overwork na unakosa kuangalia afya yako na ukasahau kuenjoy maisha yako i yani, mtu amefanya kazi muda mrefu, lakini hata kujienjoy kuji ni ngumu kujitoa hata out ni ngumu. Yani, kwenda hata sehemu fulani vacation inakuwa ni ngumu. Anakuwa ni mtu wa kujituma na kujituma milele. Unaweza jikuta una perfect vitu na kujichukia visivyoenda sawa wewe, yaani unapata ni perfectionist. Isipoenda sawa unapata, na nachoka, anaona kama hajafanya kitu cha maana. Mm? Yaani unajichukia ndani mwako, utapata uh, ipo sana kwako, utahisi hujafanya jambo la maana au unahisi hakuna siku utakuwa sawa. Hii italeta uoga wa kuanguka au kupoteza kitu kimaisha, na ukikaa hivi unapata You'll be overworking yourself. Na watu kama huwa, unapata mtu ana mwisho anaishi kutatizika badala ya kupata mavuno yake. Pia unaweza onekana huna hisia mm, au imara ya kupitiliza. Yaani yani, we unapata una hisia, hauna hisia kwa watu au una imara ya kupitiliza. You are overhyped ya vitu. Mm. Yaani, ukisema kitu ni hivyo basi iwe mtu akianza abcd mnaanza kubishana naye, au ukafanya mwenz, mwenz, wenzako kuona ugumu wa kutengeneza urafiki na wewe au connections na wewe kwa sababu ya imara ya kupitiliza. Ukisema kitu basi nahifatu na iwe hivyo hmm. Uoga wa mabadiliko pia utakuwa kwako. Unaweza jikuta unakatalia mambo ya kale au mfumo wa kale wa maisha kwa sababu ya uoga wa kusonga mbele au kuzoea maisha mengine. Jinsi ya kufungua vifungo hivi: kubali mfumo wa maisha, kubali kuwa kuenda pole pole na imara ndio mfumo au ndio njia yako ya kupokea baraka zako kimaisha. Usitumie shortcuts. Kingine, jaribu kutengeneza mfumo wa wako, tumia uwezo wako na chorali ya kupanga kutengeneza au kuunda foundation au misingi yako uh, kupitia njia iliyo uh, sawa, kisha hakikisha unatengeneza misingi ya kudumu. Kingine jifundishe kujisamehe kwa, kwa makosa unayofanya ama uliyofanya. Jua kuanguka uh, ni mafunzo ya maisha na kujisahisha na kusonga mbele, bali sikukwama. Yani, failure is not the end of things, ndio mwanzo. Unajisahisha na kusonga mbele, ni unajua hapa kuna ditch, so I need to. Funika ni songe mbele. Kingine jifundishe kubalance kati ya kazi na maisha. Jaribu kuweka mipaka, mipaka ili kujali mwili wako na kazi. Jaribu kulinda meno mishipa na ngozi yako na hisia zako kando na kazi zako. Ikiwa utafungua vifungo hivi, utapata kuheshimika, pia utakuwa na mali na uwezo wa kupokea utakacho kirahisi ukubwani.